Ni kukaribishe tena katika kipindi chetu cha leo, na kipindi chetu cha leo kina mada inayosema mtu sahihi na rafiki wa kweli. Mtu sahihi na rafiki wa kweli. Mtu sahihi ni dhana inayotumika kuelezea mtu mwenye tabia bora, maadili mema, anayefuata kanuni za haki, ukweli, upendo na ustawi wa jamii. Ni mtu anayejitahidi kuwa mfano wa kuigwa katika jamii inayomzunguka. Ni mtu anayezingatia ustawi wa mtu mwingine. Ni mtu asiyekuwa na, na, na, na ubinafsi. Ni mtu ambaye wakati wote anajali yeye pamoja na wanaomzunguka, lakini dhana hii inaambatana na rafiki wa kweli, maana mtu ambaye ni sahihi anaweza pia kuwa rafiki wa kweli. Na rafiki wa kweli inamaanisha nini? Rafiki wa kweli ni mtu anayekuwepo kwa dhati katika maisha yako akionyesha uaminifu, upendo na msaada bila masharti. Rafiki wa kweli si tu anayeshiriki wakati wa raha, bali ni mtu ambaye anashirikiana na wewe hata wakati wa taabu. Mpaka hapo katika utangulizi huu hu, utaweza kuangalia kwamba mtu sahihi na rafiki wa kweli wanaendana pamoja. Unapompata mtu sahihi, umempata rafiki wa kweli. Na kwa nini nimetamani kuleta somo hili ni kwa sababu mara nyingi tumeshindwa kufanikiwa katika maisha yetu, maisha ya kielimu, maisha ya kawaida, kwa sababu ya watu waliotuzunguka, kwa sababu ya marafiki tulioko nao. Na hivyo somo hili ni nyeti kabisa, kwa sababu wakati mwingine tulikosa kupata watu sahihi, wakati tunatafuta watu wengine wanatafuta kazi, na hivyo hawakufanikiwa. Watu, sahi, watu, watu ambao sio sahihi wamesababisha migogoro katika familia, wamesababisha migogoro katika ndoa, wamesababisha hasara katika biashara, wamesababisha majeraha yasiyoponyeka kwa watu. Na hivyo ni vyema kumtambua mtu sahihi, maana ukiwa na mtu sahihi unakuwa na rafiki wa kweli kama tulivyoona kwamba mtu sahihi anazingatia ubora anazingatia uaminifu anazingatia upendo na ustawi kwa wengine, hata kwa jamii nzima. Tumeona sifa hizo hizo, hizo zinafanana na rafiki wa kweli, maana tumesema rafiki wa kweli ni mtu anaye kuwepo kwa dhati katika nyakati zote za maisha yako akionyesha uaminifu na upendo na kujali na huyu mtu anashirikiana na wewe katika raha na katika shida, anakuwepo katika changamoto na katika mafanikio. Ni mtu wa kutia moyo, ni mtu wa kufariji, ni mtu wa kusema ukweli, si mtu wa kukwepesha. Ni mtu unapokosea anakuambia umekosea, ni mtu unapofanya vizuri anakutia moyo umefanya vizuri. Huyu ni rafiki wa kweli. Ndoa zimekuwa kwenye changamoto kwa sababu ya kuwa na marafiki wasio sahihi. Wengine wamepata changamoto katika kazi kwa sababu ya kuwa na marafiki wasio sahihi. Wengine wamepata hasara katika biashara zao kwa sababu ya marafiki wasio sahihi. Wengine wamekata tamaa ya kutokuwa na mahusiano na mtu yoyote kwa sababu ya kutokuwa, kwa sababu ya, ya kuzungukwa na watu wasio sahihi wengine wamekuwa na changamoto katika uhusiano, katika uchumba kwa sababu hawakupata mtu aliye sahihi, mchumba aliye sahihi, rafiki aliye sahihi, mshauri aliye sahihi. Na hivyo rafiki yangu, katika somo hili utaweza kufahamu tabia za mtu sahihi na ili uweze kuwa na mtu sahihi, inakupasa wewe mwenyewe uanze kuwa sahihi kwa wengine, maana utapata mtu sahihi. Ili uweze kuwa rafiki wa, wa, uwe na rafiki wa kweli, inakupasa wewe mwenyewe uanze kuwa rafiki wa kweli kwa wengine, ili uweze kupata marafiki wa kweli. Sasa tutaangalia tabia chache za mtu sahihi. Mtu sahihi ni mtu ambaye ni mwadilifu, integrity person Mtu huyu huishi kulingana na maadili na bila kuyumbayumba, hata pale panapokuwa na changamoto, anakuwa amesimama katika maadili. Lakini huyu mtu anakuwa ni mwajibikaji, responsible person, kwamba hata anapokosea anakubali kuwajibika kwa kukosea kwake. Si mtu mbishi, ni mtu anayeangalia moja kwa moja wajibu wake na utendaji wake wa kazi. Si mtu wa porojo zilizokuwa na maana. Huyu mtu anaenda na malengo yake na anakabiliana na matokeo. Lakini tabia nyingine ni mtu mwenye upendo kwa wengine, eh, compassion person. Anakuwa na huruma na kujali ustawi wa wengine. Kuna watu ambao hawajali ustawi wa wengine, ni watu wanafiki wasiokuwa na kujali wengine, wanakuwa wabinafsi, hawapendi mtu mwingine aweze kufanikiwa. Ukiwa na mtu wa namna hiyo mwenye dalili za kukuwa na ubinafsi, huyo si rafiki, maana utakapofanikiwa atafanya namna ya kukuangusha. Hivyo ni mtu wa kukaa mbali na yeye kama inawezekana, maana ni afadhali ukakosa rafiki kuliko kuwa na rafiki mnafiki, ni mbaya kuliko mtu muuaji. Huyu mtu anakuwa na haki, ni mtu mwenye haki, anapenda haki, anachukizwa na uonevu. Hapendi kuona watu wakionewa. Huyu ni mtu sahihi, maana ni mtetezi katika jamii. Lakini anakuwa ni mvumilivu, anakuwa na uvumilivu na, na, na katika changamoto. Anapokosewa na rafiki yake anaweza kumvumilia, maana anapenda kubeba matatizo ya wengine kama ya kwake. Huyu ni mtu ambaye akiona mwenzake ana shida anaweza kuriziki hata mali yake kwa ajili ya kumsaidia mwingine maana ana utu ndani yake. Uh, <clears throat> mwandishi mmoja na mwanasafa mwana mmoja Aristotle anaeleza sifa za mtu sahihi kama yule mtu ambaye anapenda ustawi wa jamii, anapenda ustawi wa kila mtu, na huyu anaitwa golden mean kwamba kati ya hali mbili, kati ya mwenendo uliopitiliza na ule wa upungufu, anakuwa katikati, na huyu anakuwa katikati ya anakuwa katikati ya wasiwasi ya.. ya.. ya.. ya.. ya.. na kujiamini kuliko pitiliza. Kwa hivyo yeye anakuwa ni jasiri, sio mtu mwenye wasiwasi, sio mtu wa kujiamini kupitiliza, maana pia anazingatia mawazo ya watu wengine na hivyo yanamfanya kuimarika na kuwa mtu jasiri. Aa, lakini pia kuna mwandishi mwingine anaitwa Emmanuel Kant. Emmanuel Kant anasisitiza kwamba huyu mtu sahihi. Mtu sahihi anakuwa na amri ya kategoria categorical imperative, yani aa, kutenda kwa njia ambayo ni kanuni za matendo ziweze kuwa sheria ya ulimwengu, yani yeye anapenda kufanya kivitendo, si porojo, si maneno tu. Akikwambia ninakusaidia, anakusaidia, hawezi kupiga porojo, na anapokusaidia ni kwamba amekusaidia wewe, si kwamba anaweza kwenda kusema habari zako kwa wengine. Huyu ni, ni mtu sahihi lakini pia sifa za rafiki wa kweli zinaambatana na mtu sahihi huyu mtu sahi, rafiki wa kweli ni mwaminifu. Rafiki wa kweli hawezi kukusaliti au kukuenezea siri zako, atabaki kuwa mwaminifu kwako hata katika hali ngumu. Without a friend no one would choose to live though He had all other goods, kwamba anasisitiza kwamba uaminifu wa marafiki ni msingi wa maisha yenye maana, hata ukiwa na kila kitu kingine, kwamba rafiki wa kweli ni msingi katika maisha, uaminifu wake ni msingi katika maisha. Ni mara ngapi tumezungukwa na marafiki wasio waaminifu, wanatoa siri? Ukiwa na rafiki ambaye anatoa siri, anaumiza moyo, anakukatisha ana, ana, ana, ana tamaa, anakukosesha amani. Lakini ukiwa na marafiki wa kweli waaminifu, unaona maisha yana maana, hata kama hauna fedha hata kama umepungukiwa hata kama ni mgonjwa, unapozungukwa na marafiki waaminifu na wa kweli, unaona uhalisia na maana ya maisha. Rafiki yangu, ninakushauri kuwa rafiki wa kweli kwa wengine, maana wewe unaweza kuwa mchango wa kusababisha maisha ya mtu fulani yawe na maana, lakini ili uweze kupata marafiki wa kweli inakupasa na wewe uwe mtu wa kweli, uwe rafiki wa kweli kwa wengine. Unapokuwa na rafiki asiye mkweli, huyo ni muuaji, ni bora ukaishi mwenyewe, maana anasema kwamba ukiwa na maisha ya kwako binafsi yasiyokuwa na rafiki wengine, unakuwa na sheria zako binafsi, unaweza kujiendesha mwenyewe binafsi. Lakini unapokuwa na marafiki wa kweli, unapokuwa na marafiki wa kweli, wanakuongezea maana katika maisha ambayo itakusaidia kuishi katika kanuni ambayo itakuwa si ya kibinafsi, ni ya kwako na wengine. Lakini huyu rafiki wa kweli anatoa msaada wa kweli, rafiki wa kweli cha supportive Tafuta kuwa na marafiki ambao wanakusapoti eh, wewe uki, u, u, u, u, ukiwa na shida, wewe unakuwa na rafiki ambaye hata hawezi kukusaidia elfu moja, hata hawezi kukusaidia ushauri na uh, supportive. Msapoti mtu si kutoa fedha tu, unaweza kumsapoti mtu kimawazo, unaweza kumsapoti mtu akiwa katika huzuni kwa kumfariji, unaweza kumsapoti mtu kwa maombi, unaweza kumsapoti mtu kwa kumtia moyo. Kuwa na marafiki wanaokutia moyo na kusapoti, maana hawa wanatengeneza maisha yako yaweze kuwa na maana. Aristotle anasema hivi: kwa hiyo anaonyesha kwamba urafiki wa kweli ni ushirikiano wa kusaidiana na kushirikiana katika nyakati zote. Rafiki wa urafiki wa kweli unakuwa na mahusiano nyakati zote. Ninaposema hivi unaweza ukajiuliza, katika idadi ya marafiki zako ni marafiki wangapi unakuwa nao nyakati zote? Nyakati za changamoto, nyakati za furaha, nyakati za shida, utaweza kumgundua rafiki wa kweli. Lakini rafiki wa kweli anapenda kusema ukweli kwa upendo. Honesty and constructive. Rafiki wa kweli ni yule unapokosea anakutana live anakuambia umekosea, rafiki yangu. Unapofanya vizuri anakuambia umefanya vizuri, rafiki yangu. Ni mtu mkweli, hana unafiki ndani yake. Anasema hivi, huyu huyu Raf, Raf Waldo, eh eh, marso, anasema kwamba rafiki wa kweli anajengwa na uwazi na uaminifu kwa njia ya kuboresha maisha ya wengine, na anakuwa mwazi. Rafiki wa kweli hawezi kuficha makosa yako, atasema ukweli kwa nia ya kukusaidia na kwa njia iliyo bora. Rafiki wa kweli lakini, huyu anakuwa na huruma na kujali, compassionate, kama tulivyosema sifa za mtu sahihi. A friend is one that knows you as you are Understand where you have been, accept what you have become, and be still gently allow you to grow. Ni rafiki wa kweli ni yule anayependa wewe ukikua. Rafiki wa kweli ni yule anayokuazia kukua, si yule anayependa ukibidimia. Ni mara ngapi tumekuwa na marafiki ambao tulikuwa tunapendana wakati ulipo Uh, ulipo ulipokuwa na fedha, wakati biashara yako ilipokuwa, wakati ulipoongezeka kielimu, wakati ulipojenga, wakati ulipovaa vizuri, wakati ulipopata mume, wakati ulipopata mke, ukaona anarudi nyuma kwa sababu hakupenda wewe ukuwe. Na wapo marafiki wanamna hiyo katika jamii, wametuzunguka. Lakini rafiki wa kweli anapenda kuvumilia na kusamehe, forgiving and patient. Ukiwa na mtu ambaye hasamehi, yani huu unamkosea kila siku, anakumbuka kwamba ulimkosea, atakutia stress, atakutia pressure. Afadhali ukatafuta namna nyingine ya kuishi. Rafiki wa kweli ni yule ambaye anasamehe na kuvumilia na anasahau. Friendship is not only about you. macho affection but also mature forgiveness. Anasisitiza kwamba uh, Fredrick anasisitiza kwamba rafiki wa kweli ni yule ambaye anakuwa mvumilivu na anatoa msamaha. Sifa yake kuu ni, ni, ni, ni, kusa, ni kusamehe na kuvumilia, na anaposamehe habaki kuwa mtu wa kunung'unika na kukumbushia makosa ya kila siku, lakini huyu anajitoa kwa dhati sio selfish but a anakuwa selfless is a selfless the friend who can be silent with us in a moment of disappeared confusion who can stay with us in hour of grief eh? in hour of cry is a good friend. Huyu ni rafiki ambaye sio sio sio binafsi, anakuwa na wewe katika nyakati zote, nyakati za furaha, nyakati za shida, nyakati za changamoto. Rafiki yangu, huyu rafiki anakuwa na heshima na heshima wengine, lakini ana, ni rafiki wa kuwepo, available friend, kwamba ni mtu ambaye wakati wowote ukimhitaji unaweza kumpata. Ha, lakini ni rafiki ambaye wakati wowote unakuwa huru kujieleza na kusema kwake, maana ni mwaminifu, ni mtu anayetunza siri. Huyu ni rafiki wa kweli, rafiki yangu mfano wa rafiki wa kweli katika Biblia tunajifunza habari ya Daudi na Jonathani, kwamba Jonathani alimpenda Daudi kama nafsi yake mwenyewe, na hata alimtetea mbele ya baba yake Sauli aliyetaka kumuua. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 18 ha, uh, hadi 20. Na hii inaonyesha uaminifu wa kujitoa, upendo wa kweli. Rafiki wa kweli ni zawadi ya pekee. Rafiki wa kweli ni zawadi ya pekee, na ni muhimu kuwa pia rafiki wa kweli kwa wengine, kwani kwani uhusiano wa kweli unajengwa na juhudi za pande zote mbili. Ukiwa na rafiki ambaye hakujengi, ukiwa na rafiki ambaye hakuimarishi, hapana, huyo hafai. Tafuta namna ya kumpata rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni zawadi ya pekee, maana inaleta maana katika maisha ashumu dunia hii tusingekuwa na, na, na, na binadamu wengine, maisha yasingekuwa na maana. Hivyo Mungu ametuweka sisi kuwa marafiki wa kweli kwa watu wengine, maana Yesu Kristo ametuonyesha mfano wa rafiki wa kweli, maana yeye ni rafiki wa kweli alitupenda, kabla sisi hatujampenda. Alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Rafiki, ninakuelekeza kwa rafiki wa kweli ambaye ni Yesu Kristo. Hata dunia ikutenge, hata marafiki wa kutenge ndugu zako akutenge, still kuna rafiki wa kweli, Yesu Kristo, ambaye anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Wewe umetengwa, unajiona uko mpweke, umekosa rafiki wa kukutia moyo, ninakupendekezea Yesu Kristo, ni rafiki wa kweli, akutie moyo na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Na mimi ni Pastor Togolani Geoffrey, nikukaribisha tena uendelee kufuatilia vipindi hivi, na mungu akubariki Akupatie rafiki wa kweli, akupatie mtu sahihi, nawe uweze kubarikiwa. Bwana akubariki sana.